92 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari asubuhi leo popote hapo ulipo. Karibu mtazamaji, nikukumbushe kusubscribe kwa wewe ambaye bado hujasubscribe na kubonyeza alama ya kengele kadhalika kutufuatilia kila itopo sasa, kila itopo leo. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukomani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao kila Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, lakini pia kila Jumapili. Uh, kila Jumapili wana ibada mbili. Ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na baadaye saa nne kamili hadi saa sita mchana ni uh, ibada ya pili. Kwa hiyo unakaribishwa sana kuweza kufika hapo na kushiriki ibada na watumishi wa Mungu wa mahali hapo. Nikualike katika magazetini leo. Magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia hewani kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja e, na nusu za asubuhi, lengo kuu ikiwa ni kufahamishana yapi yamejiri yakaandikwa katika nakala mbalimbali mbali za magazeti, na hapa utaweza kuzipata habari hizo asubuhi ya leo ninalipa kipaumbele gazeti Mwananchi. Habari yake kuu inasema wanafunzi e, milioni tatu, kumi na moja elfu, mia tisa themanini na sita waachia ngazi njiani. Kulikoni e, waachia ngazi njiani. Idadi hiyo ni sehemu ya sawa waliochaguliwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2022 wadau elimu wafunguka kati wakitaka utafiti. Habari hii utaipata katika gazeti Mwananchi. Eh, mradi wa Rostam wa gesi wapata kibali Kenya. Habari hii vile vile imetajwa katika ukurasa eh, wa ishirini na moja wa gazeti Mwananchi. Habari nyingine ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema kauli ya Bashiru kuhusu uchumi demokrasia ni habari pia ambayo mtazamaji asubuhi hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti Mwananchi. utapeli wa mapenzi unavyouliza wanawake, habari hii pia imepewa kipaumbele eh, ukurasa wa mbele wa gazeti hili. mwelekeo wa wadau kukomesha uzuiaji maiti ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa nne gazeti Mwananchi. Unaweza kukamata nakala yako sasa kupata habari kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Nipashe mwanga wa Jamii. Habari kubwa nasema, ajenda maridhiano katika upepo mpya, ajenda maridhiano katika upepo mpya. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili gazeti Nipashe mwanga wa Jamii. Mshtakiwa mifuko inayodaiwa kufungia unga mke wangu wa aligandishia barafu E, bwana, habari hii utaipata katika gazeti Nipashe. Vile Nipashe vilevile Nipashe limeandika DRC M23 watia saini mpango wa amani haya. A, kutoka bungeni jijini Dodoma hadi kwa wadau wapokea hoja ya Rais Samia soma zaidi ukurasa wa pili, wa pili. Wauzaji chipsi na samaki waonywa kutobadili mafuta wauzaji chipsi na samaki waonywa e, kutobadili mafuta. Hatari hii iliyopo katika kurudia rudia mafuta yale ya kukaangia. Naondoka hapo nikiangazia habari nyingine, ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe: magonjwa yasiyoambukiza tishio, kisukari chatesa vijana, hifadhi ya Mahale yatikiswa na mabadiliko ya tabia nchi ikitajiwa kuwa ripoti maalumu hii kurasa wa tatu gazeti hili unaeleza, yani gazeti Nipashe nekta ya onya udanganyifu mtihani kidato cha nne leo. Ukikamata nakala ya Nipashe utapata e, habari hiyo kwa undani hasa basi. Mtazamaji, naondoka hapo mie nikiangazia gazeti hili michezoni likiwa limeandika Uh, Pantave aiandalia dozi nzito Petro de Luanda. Habari hii ikitajwa katika nakala hii ya gazeti Nipashe eh, ukurasa wake wa nyuma andika, Pantave aiandalia dozi nzito Petro de Luanda awaonyesha wachezaji video za wachezaji, mbinu zao na wale hatari. Habari hii imeelezwa eh, katika gazeti hili la nipashe kurasa wake wa mwisho Baka Edmund warejea mazoezini kuivaa AS Farabat, habari imetajwa hapo unaweza kupata nakala yako vilevile mwanaspoti limeandika Pantev kuna kitu anataka bana si bure Pantev kuna kitu anataka mwanaspoti gazeti la kimichezo na burudani hili limeandika ampa Kante kazi maalumu kipigo E cha mchefua Gamondi Taifa Stars Pakome Dombia, wamtikisa Mreno afichua kwa mwanaspoti mu Algeria naye atoa tahadhari. Haya, basi mtazamaji, naondoka hapo nikiangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari kubwa inasema rais Samia ataka maombi ya taifa. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Uelekeo. Serikali ya ahidi mazingira wezeshi viwanda. Wampongeza rais kuunda tume kuchunguza vurugu. Dr. Nchimbi aiwakilisha Tanzania mkutano ACGLR. Kumradhi, Dr. Nchimbi aiwakilisha Tanzania mkutano ICGLR. Habari hiyo utaipata katika nakala ya gazeti Mwelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Vilevile NLD ya wasa waliosamehewa na Rais Samia, wasirudie makosa. Necta yaonya udanganyifu mtihani kidato cha nne. Necta yaonya udanganyifu mtihani kidato cha nne. Naondoka hapo mie. Kazi yangu ni kukuangazia tu yale yaliyojiri yakaandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti yakathibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Huku pambazuko likipambazuka na habari inayosema sasa tuiponye Tanzania wadau washauri namna ya kuepusha yaliyotokea Oktoba 29. Eh, 9 vile vilevile, gazeti hili limeandika bwana, <laughs> ni hotuba ya Gen Z likimaanisha nini? Kamata nakala yako, ni hotuba ya jenzi habari, ukurasa wa kumi na nne gazeti Pambazuko. Mwabukusi aishukia ofisi ya msajili wa vyama. Kidato cha nne kuanza mtihani leo. Vilevile gazeti Pambazuko bwana limeandika je, waandishi wa Tanzania walisaliti umma? Swali kwa mujibu wa gazeti Pambazuko, je waandishi wa Tanzania walisaliti umma? Basi naondoka hapo nikiangazia gazeti Uelekeo Sporti, leo yetu ndio kesho yetu. Mosimani kunoa makocha Yanga, Taifa Stars, JKT Queens za chapwa Angola la wamani kwa kumwalika eh, Messi <laughs> sawa eh, msipaniola CEO mpya Azam Football Club Badlo itabiria mema Simba adai watatisha ligi ya mabingwa Afrika haya naondoka hapo nikiangazia gazeti Raia Mzalendo ukweli na uwazi habari yake kubwa e, inasema watahiniwa e, laki tano tisini na tano elfu mia nane kumi na sita kuanza mtihani wa kidato cha nne leo Habari hii imeelezwa hapo serikali yalenga kuongeza mapato yasiyo ya kodi kutoka mashirika ya umma. E, vilevile serikali yaipongeza hospitali ya Shifa niko kuanzisha kitengo cha kutibu maradhi ya kisukari. Nakala ya gazeti Raia Mzalendo inaandika huku ikisema Muleba Lutheran VTC wa washukuru wazazi kwa ushirikiano naondoka hapo nikiangazia Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Kipaumbele changu asubuhi ya leo ni kukuangazia habari hizi. Ugonjwa wa kisukari wazidi kuwa tishio. Ugonjwa wa kisukari wazidi kuwa tishio. nekta ya sajili watahiniwa laki tano tisini na tano elfu mia nane kumi na sita wa kidato cha nne. REA, TANESCO watakiwa kuongeza idadi ya wateja. Habari hii inapatikana zaidi ukurasa wa nne. Mashirika taasisi za umma kuchangia asilimia kumi ya mapato yote yasiyo ya kodi. Habari hii vilevile utaipata katika gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu, utakapokamata nakala hiyo. E, vile vile Dkt Mwigulu ataka Watanzania kuendelea kuombea nchi amani. Hayo na mengine mengi utayapata katika nakala hiyo, kamata tu mkononi mwako mimi nikiondoka hapo naangazia gazeti Mwananchi huru, Mwananchi huru eh, likiandika nekta ya onya wamiliki wa shule kuingilia mitihani. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa nne wa gazeti Mwananchi huru. Mhandisi Saifu aeleza jitihada za TARURA kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile eh, gazeti Mwananchi huru linakupa eh, undani wa habari hii. E, viongozi 965 kumradhi, vitongoji 965 vimepatiwa umeme Arusha. Bila shaka mwandishi amekwenda chaka hapa. Haya, naondoka hapo nikiangazia hospitali ya Shifa kutibu maradhi ya kisukari kibingwa zaidi. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika e, gazeti Mwananchi huru utakapokamata nakala yako asubuhi ya leo kwa shilingi elfu moja tu ya Kitanzania naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwananchi, sauti ya wanyonge. Habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema: Dr. Samia, watanzania tuendelee kuliombea taifa. Waziri mkuu Dr. Mwigulu awasilisha salamu zake kwenye ibada ya Jumapili, awasihi kuendelea kuliombea taifa ili amani, upendo na ustahimilivu viendelee kudumu nchini. Soma zaidi ukurasa wa tatu eh, wa gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge mhandisi Saifu aeleza jitihada za Tarura kukabili tabia nchi. MC Pilipili afariki dunia. Gazeti wa machinga sauti ya wanyonge limeandika licha ya taarifa hizi kuzagaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii MC Pilipili afariki dunia, soma ukurasa wa pili. Uh, kufahamu habari kwa kina vilevile ukurasa wa nne wa gazeti hili unakupa undani wa habari inayosema wabunge presha juu uteuzi wa mawaziri uh, baraza kutangazwa wakati wowote kutoka sasa, ni vita ya wakongwe na sura mpya kuwania uteuzi wa Rais Samia. Wabunge presha juu uteuzi wa mawaziri baraza kutangazwa wakati wowote wa kutoka sasa, ni vita ya wakongwe na sura mpya kuwania uteuzi wa Rais Samia. Ukurasa wa nne wa gazeti hili unaeleza vilevile wamachinga michezoni. Hapa yaani, ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika, kipa Simba kufanyiwa upasuaji, moroko stars ya kocha gamondi ya lala Kuwait, Rashidi Seif ateuliwa msaidizi CEO Azam Football Club. Musimane, Yanga itafanya vizuri CAF, e, sawa, CAF Champions League. Musimane anasema Yanga itafanya vizuri CAF Champions League. Naondoka hapa mtazamaji, nikiangazia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kurasa wake wa mbele, habari kuu inasema Rais Samia ahimiza amani na ustahimilivu. Kurasa wa pili wa gazeti hili unaandika habari hiyo kwa kina. Ee, sawa. Watahiniwa kidato cha nne waongezeka kwa asilimia 7.6. TRA yaahidi kulinda biashara bilioni 140, kujenga barabara za Ilala. Habari hii na nyinginezo utazipata katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, huku TANESCO REA wao wapewa mbinu gharama za umeme. Sawa serikali yashauriwa mambo sita. Mfumo wa usafiri ni utakaoiunganisha SGR na bandari, viwanja vya ndege vilevile. Habari kamili ukurasa ukurasa wa tatu, gazeti habari leo. Dr Mwinyi anasema sintovumilia ugomvi wizarani, ukurasa wa pili wa gazeti hilo unaandika habari hiyo kwa kina. Huo ni ukurasa wa mbele wa gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wake wa mwisho ameandika kocha JKT Queens awanyoshia kidole mabeki. Uh, Gabriel Shakani kuikabili Tottenham Bayan, habari imetajwa vile vile hapo. Gamondi anasema tulikosa umakini. Sawa, Morris atoboa siri ushindi Serengeti Boys, vile vile Bajabel aongeza mzuka Simba, Bajabel aongeza mzuka Simba. Haya bwana, gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika Dr. Samia tuendelee kuliombea taifa na amani eh, tuendelee kuliombea taifa amani. Kumradhi, Dr. Samia tuendelee kuliombea taifa amani. Habari hii utaipata eh, katika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi vile vile Habari nyingine ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema Dkt Nchimbi ahudhuria mkutano wa ICGLR Kinshasa. Habari hii ikitajwa ukurasa tatu wa gazeti Zanzibar leo. Sawa, watahiniwa laki tano tisini na tano elfu mia nane kumi na sita kidato cha nne kuanza mtihani leo. Vilevile tutaendelea mchakato, eh, tutaendeleza mchakato sheria mpya ya habari, waziri Pembe anayesema hayo ukurasa wa pili wa gazeti Zanzibar Leo unaeleza huu ni ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Ukurasa wa nyuma umeandika, serikali ya sikitisho, vurugu viwanjani KMKM, ya isulubu polisi. Yanga yasema mradi soka school utakuwa endelevu, mradi soka school utakuwa endelevu naondoka hapo nikiangazia habari nyingine, nasema mbio za the SQF Zanzibar cleft marathon Disemba ishirini na moja. Haya, gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge, habari kubwa inasema Dokta Samia wa Tanzania, tuendelee kuliombea taifa. Uh, waziri mkuu Mwigulu awasilisha salamu zake ibada ya Jumapili. Haya, habari hii imekwisha kuisoma hapo awali. Niangazie gazeti Uhuru Ukweli Daima. Habari iliyokolezwa wino hasa inasema: Rais Dr Samia awakosha viongozi wa dini nchini kuhusu hatua za kuliponya taifa kwa njia ya maridhiano. BAKWATA KKKT wasema ni mwanga wa mwelekeo mpya, ukurasa wa tatu. Eh, gazeti Uhuru Ukweli Daima una eleza habari hii kwa kina. Tanzania kunufaika miradi ya mabadiliko tabia nchi. Vilevile, watahiniwa laki tano tisini na tano elfu mia nane kumi na sita kidato cha nne kufanya mtihani. Amani upendo vyazidi kusisitizwa. Uh, haya gazeti Uh, sawa nikwisha kuisoma habari hii. Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, gazeti limeandika ACT Wazalendo yasisitiza wananchi kudumisha amani. ACT Wazalendo yasisitiza wananchi kudumisha amani. Rais Dkt. Samia wa Tanzania, tuendelee kuliombea taifa lidumu katika amani. Ni habari ambayo imeelezwa hapa. Uh, michezoni, Taifa Tanzania, yaani ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika wadau wa soka kuhoji kiwango cha Yakub. Wadau wa soka eh, kuhoji kiwango cha Yakub. Rais Felix Tshisekedi Chilombo awapongeza wachezaji wa Kongo. Azam yaipigia hesabu kali AS Maniema. Matokeo ya Taifa Stars JKT Queens utayapata katika nakala ya gazeti hili. Mataifa 30 tayari yamefuzu kwenda kombe la dunia 2026. Habari hii utaipata katika uh, gazeti Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza mwanahabari limeandika Rais Samia asisitiza maombi kwa taifa, sawa, wataka wa Watanzania waendelee kuliombea, e, waendelee kuliombea ili amani, upendo, ustahimilivu na mshikamano viendelee kudumu nchini. Tanzania yanufaika na mradi wa uchumi wa buluu vilevile REA TANESCO, watakiwa kushirikiana kuongeza idadi ya wateja vijijini. TARURA amefanya jitihada kubwa kukabiliana na mabadiliko tabia nchi, mhandisi Saif anayesema hayo. Zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili kwa mujibu wa mwandishi wa gazeti Mwanahabari Gazeti Bora. Mtihani kidato cha nne kuanza leo, NECTA yathibitisha maandalizi yakamilika. Mchekeshaji MC Pilipili afariki dunia. Haya na mengine mengi utayapata katika nakala tofauti za hapa nyumbani Tanzania na pengine hata nje ya Tanzania. Na gazeti hili ni gazeti Mwana Habari linaloandika habari hizo, ukurasa wake wa mbele habari za kitaifa na kimataifa, ukurasa wake wa mwisho ulioandika habari za kimichezo na burudani, limeandika Simba ya jipanga kuwavaa wa Angola. E, Simba yajipanga kuwavaa wa Angola. Rais Samia anasema tunajipanga na Afcon 2027. habari hii utaipata hapo Singida uh, BS hatuogopi wapinzani CAF uh, Confederation Cup. Yanga Soccer School waulizia nafasi, ni habari ambayo utaipata katika gazeti hilo. Sasa gazeti jamvi la habari, gazeti lako limeandika gumzo la taifa nini gumzo? Hotuba ya Dr. Samia bungeni, gumzo la taifa. Kulikoni wavuvi, bandari ya uvuvi na uchumi wa bluu ni habari ambayo utaipata hapo. E, vijana bwana msamaha, ajira na wizara maalumu; vilevile vile, vile wafanyabiashara, mkumbi na kongani za viwanda; wakulima, umwagiliaji na thamani ya mazao e, wanawake masoko mitaji na uongozi ndio gumzo lenyewe la hotuba ya Rais Dr. Samia huko bungeni. Mtazamaji mbao hufikia hapa, sina la ziada. Asante kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati ya magazetini leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, unaweza kuniita Double D, si mbaya. Kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo upande wa mitambo, mwenzangu ni Freedom Richard. Mwisho wa magazetini leo ndio maandalizi ya Sauti Kuu Sports, usiondoke hapo hadi wakati mwingine, panapo majaliwa.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 sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja.